Naitwa Sikuzani Mohamed Muunzi. Natokea wilaya ya Kinondoni, mkazi wa Magomeni. Tunamshukuru sana rais wetu. Mwanamke mwenzetu, mama yetu mpambanaji, Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea haya mabasi kutupunguzia adha. Tulikuwa tunahangaika. Watu jinsi ya kuingia kwenye gari, tunapandiana, tunadondoshana, tunakanyagana, lakini kuanzia hii leo tumeona magari ni mengi sana ya mwendokasi. Tunamshukuru sana kiongozi wetu. Oktoba tunatiki ni nzuri, amesaidia na umeboresha kwa sisi wananchi, tunaishukuru. Imefanya jambo muhimu kupunguza msongamano hususani e, si watu wazima. Mabasi yakiwa machache kusema kweli ilikuwa ni usumbufu e, wakati yalikuwa machache, lakini sasa hivi yameongezeka, tutapata unafuu kwa sisi watu wazima e, na kusema kweli, hatuna cha kuwalipa Shauli utawala wa Mama Samia kusema ukweli, mama anajitahidi.